Hamjambo, mtazamaji wa televisheni la voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili taarifa yake Shafi Imam Ali Kalia mtangazaji wako mahali pote ambapo ulipo nikukaribisha kuweza kujiunga nasi kabisa katika taarifa zetu za habari ya tariki 19 Desemba mwaka 2025 karibu mahali pote ambapo ulipo kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa usikose kujiabonea kwenye channel yetu kula pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo huwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata Habari zetu ambazo tutakazozungumzia kwa siku ya leo, tutazungumzia kabisa. Uh, kuhusu habari za wakimbizi kutoka nchini Kongo ya kidemokrasia ambao wamekimbilia pale Rumonge na huko maeneo ya Gatumba, utakwenda kujua maisha kwa sasa wanayoyapitia raia wa Kongomani ambao wanaopatikana nchini Burundi. Tutazungumzia kuhusu habari zinazozungumziwa kuwa M23 wameondoka Uvira, wakati habari zingine zikieleza kuwa wapo hapo maeneo ya Uvira. Kuna kauli yake Bwana Bwisha Kelvin akiwa ni mratibu wa Sosiko RDC ambaye alitaja kuwa raia wanatakiwa kuwa makini kwa sababu ni wa 23 wanapoondoka hawajui wanakwenda wapi. Mafikiri Mashimangu, mratibu wa shirika jipya la kiraia, azungumza kuhusu maisha ya wakongomani wanaopatikana pale maeneo ya Rumonge pamoja na wale ambao wanapatikana pale maeneo ya Gatumba. Habari zake zaeleza kuwa tayari watu 20 wafariki kupitia ugonjwa wa kipindupindu ambao umewasili wakaji wa pale maeneo ya Gatumba, raia ambao wanaopatikana pale maeneo ya Gatumba pia ataja kuwa watu wawili wafariki na wengine kujeruhiwa katika shambulizi la polisi ambao waliotandika raia fimbo wakiwashurutisha kuweza kuwapeleka kambini, wakati raia mmoja hawataki kabisa kwenda katika kambi ya wakimbizi huko maeneo ya Ruyigi. Haya hayana mengine, tukaribishe kuweza kujiunga nasi mwanzo kabisa hadi mwisho katika taarifa zetu za habari za siku ya leo, karibu habari ambazo tutakazozungumzia tukianza na habari za hapa maeneo ya Rumonge. Wakati wa kaaji wengi kabisa waliotoka pale maeneo ya Uvira, waliotoka pale maeneo ya Baraka, Fizi na nafasi zingine, waishi katika hali kabisa ya wasiwasi. ukiangalia wasi, raia wako wengi kabisa hapa maeneo ya mm, Rumonge wako wengi kabisa hapa maeneo ya Rumonge na tayari kabisa magonjwa yameanza kuwa asri. Kuna wale ambao wanapatikana kwenye kiwanja cha mpira hapa Rumonge wakiwa wengi kabisa wengi na wengine wanapatikana eh, kwenye bahari Tanganyika, ambapo wako wanatoka maeneo ya pale Uvira na wengine wakitoka maeneo ya Baraka. Wako wengi kabisa kwa upande wa asere, wakiwa wameonekana kuwa wamezidiwa, wamelemewa kwa sababu watu wako wengi, wanakosa wafanye nini, licha kuwa kuna wale kuna zile gari ambazo ziko zinakuja zinawachukua zinawapeleka pale maeneo ya Ruigi, lakini mpaka sasa watu wako wengi na wanaendelea kusumbuka uh, Jambo la kwanza hawana nafasi ya kupata chakula, pia vyoo ni vibaya, na pia ugonjwa wa kipindupindu umeanza kuathiri hapa maeneo ya Rumonge. Tayari zaidi ya watu kumi wamefariki na wengine wakiwa wengi kabisa wanalazwa kwenye zahanati ya hapa maeneo ya Rumonge wakiendelea kupata matibabu, na pia wengine wanaendelea kusumbuka kuhusu nafasi ya kulala. Mvula inaponyesha unakuta watu wanaroana nje, mizigo anaroana nje, na wengi wakiwa watoto wadogo ambao hawajiwezi wengine wenye kuwa na umri wa kupitizia na pia maisha ya duni ya kutumia chakula ilikuwa ni nguvu, kwa sababu hawapati chakula. Wanapata msaada mdogo mdogo kutoka wakazi wa hapa Rumonge, mashirika za Uislamu na wenye kuwa na roho nzuri, ndio wanaojaribu kutoa msaada kwa kusaidia raia hawa wa Kongomani ambao wanaopatikana hapa kwenye kambi ya Rumonge, wakisubiri kupelekwa huko maeneo ya kambi ya pale Muruyigi. Uh, tuzungumze kuhusu habari zake bwana Bwisha Kelve. Bwana Bwisha Kelve ambaye alitaja kuwa uh, tayari M23 imeondoka Uvira na, lakini hawana uhakika kabisa wanaondoka wanakwenda wapi. Bwana Bwisha Kelve aliweza kutaja, raia ni lazima uweze kuwa makini ili kuangalia na kuweza kufanya uchunguzi ili wajue wanapoenda wapi, wasije wakaanza kuingia katika mtego, na wenda wasije wakavamiwa na kwanza kupigwa na kuuawa na waasi wa M23. Bwija Kelfe, mratibu wa Sosiko RDC, anaeleza hapa. Ujambo mtangazaji, mimi ni Kelfe Bwija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama. ni depuis jana ndio tumeanza kuobserve uh, retre ya warugaruga wa M23 na AFC mupile yetu ya Uvira. Utafahamu kama uh, Donald Trump presida wa Amerika ameexige amepose bwana Kagame, kutoa watu wake muinchi ya Kongo, kurespekte maangageme madifférent uh, eh, accord e engagement mbazkuwaka sine badoa na Washington utafahamu kama tumeona tayari wameanza kutoka depuis jana mpaka leo, tuko tunajiuliza warugaruga wanaenda ngambo gani? Eske awaendi kujiinstale Bukavu awa, awa Kamanyola? Kwa sasa tuko tunaomba population igarde toujours vigilance na kukuwa na denonse kudenonse tuka sispe paske wanaweza kuonesha kama wanatoka epourtan, wanarudia wanarudia mu mamingine kaza wa kaza kujidegize mupopulasyo purke kesho ubi apre kesho wakuje wakaatake wapesible sitwaye kuwa tena wapesible sitwaye na mwa ile ile utafahamu kama mu mumatarafa za Uvira Fizi Emwenga muhoi mwa plateau wale warugaruga wa M23 wanapatikana ile maeneo yote, tunaomba watoke mu maprovinsi zetu za sid Kivu, nord Kivu, kwa maana wako wanaendelea kukometre maate zote za kihalifu ambazo zinapitikana mudunia. Mtangazaji na mwaile ile, ile utafahamu kama uh, depuis le 8 le 9 le 10 wakati M23 iliweza kuingia muvile yetu ya Uvira wananchi wengi wamekimbia pa uh, Bujumbura mkaa de refugie ambayo iko pale Gatumba. Na kwa sasa tunapana condoleance paske kwa sasa tumerealizea apepres plis ya 20 person ambayo imefariki kwa magonjwa ya kolera. Sisi kama mashirika za kiraia tunaomba warebele kuchiretire unefoi pourtout watoke mu nchi yetu ya Kongo warudie nyumbani kwao mu nchi yao ya Rwanda. Huyo alikuwa ni mratibu wa sosiko RTC ambaye alikuwa akizungumza kwenye mike yako ya televisheni yako o. Kwa upande wake mafikiri mashimango ataja kushangazwa uh, na serikali ya Burundi, licha kuwa akitoa shukrani kuwa wamepokelewa vizuri, raia wamepokelewa vizuri na walikuwa wamewekwa vizuri, lakini jambo la kushangaza, raia wanaanza kupigwa kiolela na wanaanza kuuliwa. Kuna, uh, kuna sha shamra-shamra, uh, hiyo kuwa kuwa tunakuomba pia uweze kusikiliza kile ambacho bwana Mafikiri Mashimango Marti, mratibu wa shirika jipya la kiraia, alichozungumza kupitia televishen yako, ni kusema kwamba haiko uh, siku ya leo ni tunaendelea kuongea kila wakati kufuatana na hali ya maisha ya ya wadeplase wenye wako Rumonge, wenye wako Chibitoke, wenye wako Vivugizo, wenye wako uh, Gatumba brigade ya kwamba le conditions de vie zinaendelea kuwa deplorable même si leo tuko na assisté ku uh, kwa kuwakamata kukamata uh, wa wakimbizi kwa nguvu na kuwabeba makade de cas de réfugiés munivoir wigi il faut quand même signaler que atuendelee kucho kusema kwamba tuna remercier en passant le gouvernement burundais kufatana na kei uliweza fanya kufatana na ba déplacés yenye walikuyaka Burundi.

niveu ya ka ya refui ya ruigi lai ma atu pako sa mtu moya alikufa, batu bawili mtoto moya na kina omoya. Mee, après kupigana kusukumana basha kufa. Or, mpaka tulia comprendre m maisha endelea kwa mubaya eke mambo lifanyika jana kupiga bakimbizi ba maka ya, ya, ya brigade prnka ni, ni, ni, ni uzuni zaidi sana kwa sababu tumepata mapele ya mingi na tumeongea na watu wengi

Asante sana mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo na tuliokutayarishia kwa siku ya leo kupitia televisheni yako. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea televisheni yetu, sikose kujaboni kwenye chaneli yetu, kulaki pia kushia kwa wengine, tunapotoa habari zetu kila leo, huwo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya, nakutakia usikilivu mwema wa vipindi vyetu ambavyo inavyosalia. Wairini.